Habari za wakati huu, mtazamaji wa Global TV Online, na hii ni news update. Jina langu naitwa Esther Msofe. Leo tena katika mahakama ya Kisutu upande wa mashtaka umeieleza mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu kuwa jalada la kesi ya utakatishaji fedha na kugushi inayomkabili rais wa Simba Evans Aveva na mwenzake lipo kwa DPP baada ya Takukuru kumaliza upelelezi. Mbali ya Aveva, mshtakiwa mwingine ni makamu wake Godfrey Nyange almaarufu kama Kaburu. Mwendesha mashtaka wa Takukuru, Leonard Swai, amemweleza Hakimu Mkazi Mkuu Victoria Nongwa kuwa kesi hiyo imeitishwa kwa ajili ya kutajwa na jalada lipo kwa DPP, ambapo wanasubiri majibu yake ili kuona kama upelelezi umekidhi matakwa ya kisheria. Baada ya kuelezwa hayo, kesi imeahirishwa hadi Oktoba 25 mwaka huu. Evans Aveva na makamu wake Godfrey Nyange wanakabiliwa na mashtaka matano ya kugushi, kuwasilisha nyaraka ya uongo na kutakatisha dola za Kimarekani. Na hii ni news update. Jina langu naitwa Esther Msofe, asante na kwa heri.